Habari mwana Kuku Chapchap chap. Leo tunajifunza mambo matano muhimu kwenye banda muhimu la kulelea vifaranga. Kama bado hauja subscribe kwenye chaneli yetu ya Kuku Chapchap chap, basi chukua sekunde chache kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa ya masomo yote yajayo, bila kusahau kulike, kucomment na kushea video hii kwa wafugaji wengine. Je, yeah, unajua mambo muhimu kwenye banda la kulelea vifaranga? Ungana nami Sarafina Jerry, ili nikufahamishe mambo matano muhimu katika ujengaji wa mabanda ya kulelea vifaranga. Kwanza kabisa, nyumba ya vifaranga iwe karibu na nyumba yako mwenyewe ili uweze kuwakagua vifaranga wako mara kwa mara. Na jambo la pili, banda lijengwe hatua ishirini au zaidi mbali na nyumba ya kuku wakubwa. Hii ni kinga mojawapo ya kupunguza hatari ya maambukizi ya magonjwa. Jambo la tatu, nyumba ya vifaranga isiruhusu ubaridi au unyevu au wanyama waharibifu kuingia, mfano panya, mende, popo na wanyama wengine hatarishi, lakini nyumba iingize hewa na mwanga wa kutosha kila wakati lakini pia jambo la nne, nyumba inatakiwa iwe na eneo la kutosha, ili vifaranga wapate nafasi ya kutembea kutafuta chakula na maji bila kubanana. Na jambo la tano, banda lijengwe kwenye sehemu isiyoelekea upepo unaotoka kwenye nyumba ya kuku wakubwa. Tahadhari hii husaidia vifaranga kuepukana na magonjwa yanayoenezwa na upepo upepok. Okay, tuangalie vitu vifuatavyo: ukubwa wa nyumba yani eneo vifaranga hawahitaji eneo kubwa katika muda wa majuma manne ya kwanza nafasi inayohitajiwa kwa kukadilia ni mita moja za eneo kwa kila vifaranga kumi na sita kwa mfano nyumba yenye mita kumi za mraba inatosha kulea vifaranga 160 hadi umri wa majuma manne vipimo vya nyumba yenye eneo kama hili inaweza kuwa na hatua tano kwa hatua nne au hatua tatu kwa hatua tatu na nusu utajenga kutegemea na eneo ulilo nalo baada ya majuma manne au wiki nne ya umri ongeza nafasi na uwape vifaranga eneo la kutosha zingatia ukubwa wa nyumba utakayoijenga kutokana na umri au aina ya kuku unaowafuga Jambo lingine ni sakafu. Sakafu nzuri katika nyumba ya vifaranga, ikiwezekana, inafaa ijengwe na simenti iliyochanganywa na zege, wengi wao wanapenda kuita rafu, ili iwe rahisi katika usafishaji wa banda au hata kama maji yakimwagika iwe rahisi kukauka. Jambo lingine la kuzingatia ni ukuta. Ingefaa kuta za nyumba za kulea vifaranga ziwe za matofali, udongo, mabati, debe au hata firewood wanaita ceiling board. Kuta za matofari na udongo zipigwe ripu ili kurahisisha usafishaji wa nyumba au mwagaji wa dawa. Urefu wa ukuta uwe kama mita 1 na sentimita 30. Urefu wa kuta uwe kama mita 1 na sentimita 80 mpaka mita 2 na sentimita 40 au futi 6 mpaka 8. Sehemu ya kutoka chini iwe na urefu wa sentimita 90 mpaka mita moja na sentimita ishirini au futi tatu mpaka futi nne. Kisha izibwe na ukuta wa tofali au udongo, na sehemu ya juu iliyobakia yenye sentimita tisini mpaka mita moja na sentimita ishirini, futi tatu mpaka futi nne, ijengwe kwa wavu wa chuma au fito, lakini pia mbao nguzo za miti au mbao zilizowekwa dawa ya mbao kama vile dudu kila au oili chafu ili kuzuia kuoza. Ukitumia miti ni vizuri uondoe magome ambayo yanaweza kuweka vimelea na wadudu. Madirisha. Jambo lingine ni madirisha. Unaweza kutumia turubai, mikeka ya magunia, mapazia ya magunia ili iwe kama kikinga jua au mvua ya upepo. Hii ni rahisi na yanaweza kuwekwa kwa kupigiliwa misumali kwenye dari na upande wa chini, pazia ipigiliwe misumali kwenye ubao ili ining'inie. Unaweza kukunja mapazia au magunia ili uingize hewa na mwanga wa kutosha katika nyumba ya vifaranga, lakini nikukumbushe kwamba hii inategemeana na mazingira ulipo na jinsi utakavyopenda. Sawa kabisa. Lakini jambo la mwisho ni paa. Mjengo wa paa huo una uwezo wa kuwapatia vifaranga hewa ya kutosha, hivyo paa liwe na tundu ya kutoa nje hewa yenye joto kwa kadri unavyoweza. Unaweza kutumia madebe, mabati, makuti au nyasi kuezeka nyumba ya vifaranga, na hapo utakuwa umewaweka sehemu salama kabisa vifaranga wako. Mpaka hapo tutakuwa tumefikia mwisho wa somo letu la leo. Hii ni Kuku Chapchap. Usisahau kulike kucomment, na kushare video hii na wafugaji wengine wapate somo kupitia video hii, lakini pia usisahau kusubscribe kwenye channel yetu ya Kuku Chapchap. Na ukisubscribe, usisahau kubonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa ya masomo yajayo. Mimi naitwa Sarafina Jerry. Karibu sana siku nyingine kwenye somo lingine. God bless you.